Dunia hii leo imeadhimisha siku kadhaa. Kwanza kumekuwa na siku ya ustawi wa jamii ambayo inaangalia matendo na mambo yote ya kuhakikisha kwamba jamii inaendelea kustawi, kuipinga vitendo kadha ambavyo vinadogosha ustawi wa jamii, ikiwemo vitendo vya ukatili. Kando na siku hiyo, pia kumekuwa na siku ya kinywa ambayo unaweza kusema pamoja nayo imekwenda na siku ya furaha duniani. Ukisikia siku ya kinywa, watu wengi huwa wanawaza sasa mdomo, namna ambavyo utakuwa unaonekana na meno yake pindi ambako mtu anakuwa na tabasamu, kwa sababu wengi huwa wanafananisha haya mambo na kuyaona kana kwamba anatakiwa kwenda pamoja, kuwa na kinywa kizuri chenye meno yaliyopangiliwa vyema pamoja na kutoka kwa tabasamu, ikiwa ni moja kama vitu ambavyo watu wanavitafsiri kama ishara ya mtu mwenye furaha. Lakini kando na hayo, waswahili huwa wanasema ukitaka kujua thamani ya meno muulize kibogoyo. Wewe ambaye unaye, unaweza ukaona kwamba ni kitu cha kawaida ambacho kimejaa katika kinywa chako. Tuachane na hayo, hacha tujikite katika siku ya furaha duniani ambayo dunia yenyewe katika kupanga mataifa kulingana na yale ambayo yenye furaha, kuna vigezo kadha ambavyo vinatumika. Kuna vile ambavyo vinatumika mambo mazima ya kipato kama jambo kubwa, lakini pia kujitosheleza kwa mahitaji ya kijamii. Jambo jingine ambalo huwa linaorodheshwa kama vigezo vikuu vya kuiweka nchi katika orodha za juu kabisa kama mataifa yenye furaha ulimwenguni. Naitwa Nordin Selemani, ndiye ambaye ninakualika hii leo katika Uchanganuzi, na hapa studio tumemwalika Geofrey Mwamnyanyi. Yeye ni msaikolojia. Karibu sana. Asante kwema, namshukuru Mungu, mambo yanakwenda kabisa. Kwanza, una furaha? Mimi nina raha. Una raha lakini hauna furaha? Eh, kipimo cha raha ni kikubwa zaidi ya furaha, uwe inazidi hapo Vinatofautiana, sio tu kuzidi. hmm. kimoja kinaingia ndani ya kingine. Kwa maanake mtu akisema ana raha, maanake furaha imebebwa iko ndani yake. Ala, na unazokawa una furaha una, uh, raha usiyo nayo. Kwa kuna wale ambao wana furaha, lakini raha hawana. Sasa haya mbona kama mmoja imenyofoka hapa, yani furaha, afu huku ikabaki raha. Huku ni sawasawa na kusema kuna mambo ya muhimu na mambo ya lazima Mm -hmm. Sio mambo yote ya muhimu ni ya lazima, mm. ila yote ya lazima ni ya muhimu, okay. We, kuangalia TV ni muhimu kwa sababu unahitaji kupata habari, mm. Lakini ukiwa huna TV haufi. Vipi kuhusiana na chakula? mm. Ukikikosa unaondoka mm. Kwa hiyo kuna mambo ya lazima, kuna vitu ambavyo ndani yake vinabeba misingi ya vitu vingine, okay. Lakini kuna vingine ambavyo ni msingi wa hiko ambayo kimebeba au kinaenda kukibeba chenyewe ambacho ni, ni msingi mama. Okay. Kwa hiyo kwenye raha na furaha eh, raha ndio ndio mama yao, lakini furaha ni mtoto <laughs> eh, tumeanza na darasa ambayo <laughs> <laughs> natufuatilia Mwamnyanyi, ameanza kutupa darasa, nimemuuliza kwamba una furaha, asema yeye ana raha eh, na hapo sasa akaja kutupa ufafanuzi kwa nini anasema ana raha. Kwa sababu furaha huwa inabebwa ndani ya raha, lakini raha wakati mwingine zinaweza ikaletwa tuna kitu fulani tu kimoja alafu ikakatika. yeah, raha uh, si hivyo, raha haitoki nje mm. raha inatoka ndani, raha ni total satisfaction ya vile ulivyo mm -hmm. Yaani kukubali uhalisia wa jinsi ulivyo na kupenda kile ambacho umekijua juu ya jinsi ulivyo ndio raha huwa inapatikana hapo. mm -hmm. Lakini furaha inakuja kama sehemu ya utekelezo wa matakwa yanayotoka nje kuja ndani yako kwa kadiri ya mahitaji ulio nayo. mm -hmm. Kwa mfano ukiwa unahitaji fedha ukazipata, utapata furaha. okay. Lakini kupata raha lazima uzichukue zile fedha ziwe sehemu ya kukubali kile ambacho umekipata kuwa ndivyo kilivyo. falsafa kubwa. <laughs> <laughs> Sasa kuna watu ambao huwa <laughs> Anasema bwana, naweza mathala, naeza mi nikipata hmm. chakula fulani bwana. yeah, yeah, yeah. Unasikia raha kweli kweli, ni kwa sababu hawajui hizo terminolojia mbili zinatumikaje. <laughs> Kuna watu ambao wanaishi uh, kwenye kipato cha chini hmm. lakini wana raha mm -hmm. na kuna watu matajiri wanaweza kupata chochote, lakini hawana raha mm -hmm. lakini wakitaka ku, kutojisikia vibaya kuendelee wanaenda kuitafuta furaha kwenye vitu vya nje okay anaweza akaenda sehemu akaingeji na marafiki akafanya hiki akafanya hiki ili aipate hiyo furaha, lakini raha kuipata ni mpaka ndani yako, ndio kuamue na kunaamua nini, kukubali kwa amani kwamba hivyo ilivyo ndivyo ilivyo mm. Kwa hiyo pale ambako nasema mtima umekubali mm -hmm. kwamba hii ni laptop yangu ambayo mm. naweza kui mudu yes, ikafanyia mambo yangu ndivyo, yes, hali yangu ilivyo hapo. Na kwa mfano labda watu wa uh, information technology mm. wanaweza kaja kakwambia hii bana, ina, ina, ina sifa zipi? Ukasema hii ina ramu ya nane, si ndio? mm -hmm. mm -hmm. labda ukasema ina processor ya 1.5 mm -hmm. ukasema labda ina storage ya 256 mbili sita mm -hmm. yeye kama anafanya heavy duty, yale majukumu mazito ya editing na vitu vingine, anakuambia pengine hiyo ni ram peke yake inaweza ikawa inanisaidia kufanya kazi Okay. Lakini prosesa yake labda ni ndogo, labda pengine angetaka kupata kompyuta ambayo ina storaji ya terabaiti moja. Mm. umenielea nachokisema eh? Mm. kwa hiyo wewe, kwa kuwa hiki kitu umekipokea kama kilivyo, hata kama ulikuwa una kihitaji kikubwa, lakini hiki ndicho ambacho unacho mm, na umekubali hiki ndicho saizi yako, kwa sababu huo ndio uhalisia okay. Unaitengeneza raha ndani yako mm. Kwa hiyo hutotengeneza tenge, huto tamaa ya kuhitaji kitu kingine cha ndani cha nje mm, kwa sababu hiki ambacho kiko ndani yako kimekubali hiki ambacho ni cha kwako mm. Lakini kwa yule ambaye anaitafuta furaha, manake kuna bajeti anaenda kuiharibu ili atafute kompyuta yenye sifa hizo ili ajisikie vizuri, na hata akitoka mbele za watu wamuone kwamba na kompyuta nyingine ambayo ina sifa kubwa okay. Na ndio wengi, kwa mfano E, nikitoa mfano unaweza kuelewa kirahisi. Wanakwenda kwenye kwenye dhifa mbalimbali labda mm. za uchangiaji harambee, anapata kipato cha shilingi laki tatu labda kwa mwezi au shilingi laki tano mm. alafu kwenye dhifa anaahidi atachangia shilingi laki nane <laughs> unanielewa eh? Akitoka pale amesema, akapata furaha, watu wamefanyaje? Watu wamemwona. <laughs> <laughs> Lakini ndani hatakuwa na raha mm. Umenielewa nachokisema eh? no. Lakini yule ambaye atasema mimi akijiasesi aki anasema mimi kipato changu ni shilingi laki tano, kwa hiyo hapa nikipiga hesabu ya bajeti na familia na nini, akasema mi nitatoa shilingi elfu kumi mm. inakuwa ndani ya uwezo wake, amekubali pamoja na ile yale mazingira kumtaka aonekane ni mtu wa, wa thamani au wa, wa kiviwango kwa kutoa fedha nyingi, yeye amekubali ndani yake kwamba huu ndio uhalisia wangu na akasema ambacho na kimudu, kwa hiyo ni ndani kumeamua Akitoka hapo ana amani kwa sababu uwezo wa kufanya kitu anao mm. Mtu kumkusa, mkuta, ana namna hiyo namna hiyo kumkusa ukamkuta mm. ana raha, lakini huyu mwingine ataahidi fedha kubwa atapata, kwa sababu moja kati ya sifa ya, ya za, furaha, muda mrefu, za furaha ni kwamba huwa zidumu muda mrefu furaha, ila raha huwa ni bubujiko la muda wote, endapo natengeneza muendelezo wake. Kwa hiyo wale ambao wanaweza kusema bwana, mimi mathalan nikiwa na fulani mm ndo unapata raha hiyo <laughs> nayo <nawe> ipoje? <laughs> Msingi wa kama unayesema huyo ni fula, fula, uh, fulani, umekubali kutokea ndani hivyo alivyo, ndivyo ulivyompokea, utapata raha mm -hmm. Lakini kama akiwepo huyo mtu alafu ukatafuta sababu za nyongeza ambazo ungependa awe vile unavyokusudia wewe awe mm -hmm. Lakini hayupo hivyo mm -hmm. raha hauwezi ukaipata ndio mm -hmm. Maana kwa mfano uh, tuchukulie mfano uh, tunafanya majukumu mm -hmm. Tumekuwa tunawasaidizi kwenye majumba yetu ambao wanatusaidia kuweka vitu hapa na pale, ukamwachia kumwambia hiki kifanyiki fanyiki fanyike, ukaenda ukuta kafanya tofauti, hutokuwa na furaha okay. Lakini wewe ukienda kufanya mwenyewe, unaona unaamini umefanya kwenye viwango ambavyo ulivikusudia mm -hmm. Utakuwa na raha. Kwa sababu gani? Kwa sababu huoni sehemu ya ya ya kutokukamilika kwa kile ambacho umekusudia ndani yako, mm -hmm. Ndio maana moja kati ya shida kubwa ambayo inawatesa watu wengi kukosa furaha, sio raha, kukosa furaha ni imagination, picha mm -hmm. Ana picha ambayo wanaitengeneza juu ya mambo yanatakiwa kutoka nje kuja kuja ndani. Kwa mfano, vijana wengi saa hizi wanatamani kupata ajira mm -hmm. Walipokuwa wanatoka vyuoni, walikuwa wanafuraha kwa sababu wanaamini wanakwenda kwenda kwenye majukumu ya kazi lakini pengine labda wamekuja kwenye mazingira ya kawaida, wanagundua wanatakiwa wafanye bidii zaidi ili waweze kupata kile ambacho walikifikiria kwenye vichwa vyao, kwamba hivyo ndivyo ilivyo. Yule ambaye alitoka chuoni akiamini shule imemfanya kuongeza uwezo wa kutumia akili yake, akaja akajiongeza kwenye mambo mengine, anaweza kuwa na raha kwa sababu muda waliopoteza hao wengine wakisubiria, yeye kautumia kwa usahihi. Kwa sababu gani? Ndani yake alikubali kwamba ametoka chuoni kupata ajira ni changamoto. Kwa hiyo mazingira yoyote aliyokutana nayo anayefaidi. Nitoe mfano mwingine. Kwa mfano watu wanaopata e, changamoto ya kuhukumiwa kwenda, kwenda kifungoni jela, mm. sio mm. sisi kwenye saikolojia tunaiangalia adhabu kama mwanzo wa kukataa ulichoambiwa kwa uhalisia mm -hmm. Yani kwa mfano umeambiwa bwana, wewe unakwenda jela miaka kumi. Mm. Ukishakubali ndani ndani yako kwamba pale sehemu unayokwenda ile ndio ntakayokuwa naishi kwa miaka kumi kiwango cha resistance kwamba mimi sio sehemu yangu, kikiwa kinapungua, ndivyo ambavyo unatengeneza raha ndani yako mm. Lakini kadri kwamba miaka kumi unaanza kuhesabu sikusiku, uh, wiki, mwezi, mwaka, ndivyo ambavyo unajiondoa kwenye utaratibu wa raha na unajikuta ni changamoto. Kwa hiyo ili upate furaha, kwa sababu umeshaikimbia raha kwa kutokukubali ndani yako, unaanza kutafuta vitu vya kufanya ambavyo ni vya nje, vije kuku kampani kwenye haya mazingira. Okay. Kwa hiyo furaha huwa inatoka nje kuja ndani, raha inatoka ndani kwenda nje. Kwa hiyo sasa wale ambao wakati mwingine wanaweza wakasema uh, mtu anakuwa na kipato kikubwa no. tafuta na fedha za kutosha mm. afa wanasema anakosa furaha. Hao wapo sahihi ama wamepotoka? Wamevuruga kati ya furaha na raha, wame, wame, wame, wamepata changamoto ya kutoa hizo tafsiri tu mm-hmm. e kama una access ya kuweza kupata chochote unachokitaka, maanake furaha iko kwenye mikono yako, kwa sababu ni, ni matekelezo ya kile unachokihitaji kutoka nje kuja, kuja ndani mm. Lakini raha ni kukikubali kile ambacho sasa umekipata kwa amani kutokea ndani yako. So inawezekana uka, uka, ukaenda ukanunua kwa mfano Range Rover sio mm -hmm. ukaiweka hapo, ni gari yako ume, umeamua kuichukua kui, kui, kui, kui, lakini ukawa huwezi kuitumia tena kwa nini uwezi kuitumia? Unajua sababu za wewe kuto shindwa kufanyaji kuitumia, pengine uwezi kuiendesha <laughs> pengine unaona kama ukiendesha kuna watu walio nyuma yako ambao unashabiana nao au unahusiana nao, wana umasikini wa kutupa, kwa hiyo wanaweza wakajisikia vibaya kwa sababu umekuona una chombo ambacho ni cha gharama kubwa. Kwa hiyo ile hali unayoisikia ndani, kutokukubali uhalisia wa kile ambacho kipo, imekuondolea raha lakini uwezo wa kukipata umekuwa umekuwa nayo, ndio maana. Kwa mfano, unajua nature ya binadamu ni kuongezeka kwenye kila kitu mm. Leo uh, Noldini, ukisema unahitaji shilingi milioni hamsini, ukipewa hapa milioni hamsini pap, ndani yako monetary extension inatokea: sasa, ningepata milioni mia moja, ningefanya na hiki na hiki na hiki. So nature yetu ni kuongezeka kwenye kila, yeah. kila eneo, lakini unapoongezeka ndipo unapopata furaha mm -hmm. Ile kile ambacho kimeongezeka, ukikikubali jinsi kilivyo, ndio raha inaanzia inaanzia. Ndio maana e, moja kati ya kipimo kizuri cha kwamba una raha au hauna raha ni kujua unayatumiaje mambo ya wakati huu na unayachukuliaje. Yaani unaondoka kwenye dhana ya kufikiria kwa picha, unarudi kwenye uhalisia. Furaha inaambatana na picha na majibu ya picha uliyoitengeneza kutokea nje kuja ndani. hmm. Raha inajihusisha na uhalisia wa sasa. Wewe ni nani? Una nini? Unafanya nini kwa ajili ya nini na nani? Na hivyo ndivyo ambavyo umekubali kwa amani kuwa navyo katika misingi yoyote. hmm. Kuna jambo moja ambalo watu wengine wanasema, imani za dini huwa zinasaidia sana hmm. Hmm. kuleta hayo mambo yote mawili, furaha <laughs> <laughs> <No>, na raha <laughs> Ni kweli kuna hilo ambayo inaweza ikasaidia hayo matamanio ya mtu kufikia katika hivyo vigezo, kwa sababu ya kuwa na imani yake fulani ya kidini. Jambo lolote lile ambalo linakupa usalama, usalama ambao una picha ambayo haina, haina ukakasi, huwa lina sifa ya kukuletea wewe raha. Mm-hmm, moja kati ya kitu ambacho kinafanya watu wakose raha, wakajikuta wanaangukia kwenye furaha ni kutafuta vitu lakini hawapati clarity ya hivyo vitu mm. Yaani leo mimi nimekaa hapa na Nuruddin. Kama nikipiga picha kesho sijui ninakula nini, alafu nikaanza kutengeneza imagination ninachokitaka kukipata mm. Lakini katika uhalisia sijakubali hali yangu nilionayo kwa sasa, automatically naingia kwenye shida mm. ya kupata changamoto hiyo. Sasa, integration, mwingiliano kati ya vitu vya kiimani na maisha ya kiuhalisia vinakuja, kwa sababu imani inavuka uthibitisho wa mazingira ya kawaida. Kwa hiyo kinacho operate ni nguvu ya kuamini, sio nguvu ya kuthibitisha. Yaani haijalishi ninajiona uh, sina fedha lakini kwa sababu ninaamini yuko ambaye anaweza kunijalia wakati wote, kupitia mifumo ya hivi vinavyonizunguka. So kile kiwango cha kuamini kinanifanya niwe na comfortability. mm. So kwa sehemu kubwa, kwenye imani kuna nguvu ya, ya, ya kuwa na comfortability, lakini uthibitisho wa kwamba una raha au una furaha, hayo ni matokeo yanayokuja baada ya kuwa umekubali au umepata ambavyo vinatoka nje kuja ndani. mm. Ndio maana hata hao ambao wanaomba kwa mfano au wana, wana, wana, wanaomba dua, wanafanya maombi ili wapate vitu, Mwenyezi Mungu awajalie. Akipata hicho anachokitaka, wakati huu anaweza kwenda tena akaomba kingine kikubwa zaidi. Kama ilikuwa ni swala la imani kumletea comfortability pamoja na raha au, au furaha, manake ambacho angekipata kimefanyaje? Kimemtosheleza imani inaweza, mtu anaweza akaishi asio na chochote lakini akawa amejenga comfortability kwenye kile ambacho nakiamini na akaendelea kuwa uh, anaamini yuko salama. So ni swala la usalama kwenye kuishi kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye imani mm. Kuna jambo jingine ambalo yeah. nalo lipo hapa Mwamnyanyi tu, itabidi utusaidie, ni watu uh, wa psychology sasa mm. vigezo gani mnaona kwamba hivi mm. vinaweza vikafaa mm. kuonyesha kwamba huyu akiwa navyo mm. inawezekana si vyote mm. baadhi vikamfanya awe ni mwenye furaha mm. na ikasababisha labda hata baadaye akawa ni mtu mwenye raha. <laughs> Cha kwanza ni tuna, tuna, tuna, tuna kitu inaitwa mental health content, eh, ni ustawi kama wa, wa, wa uwezo wako wa kiakili ambao ukiwa katika hali chanya kuna mambo ambayo utaanza kuyathibitisha. Mojawapo ni utulivu wa maamuzi unaoyafanya. Mtu anapoanza kukosa utulivu wa maamuzi, tafsiri yake ni kwamba hana picha halisi ya kile ambacho kinakuja mbele yake au alichokipita nyuma yake mm. na pia hana picha halisi, ya halisi juu ya anachokitaka na pengine kinavyoweza kuwa vile ambavyo anakitaka. Kwa hiyo tunapokuona umeingia kwenye utulivu wa kiakili juu ya maamuzi ambayo unayachukua Hmm. Tunaanza kuona uwezo wako wa ustawi wa kiafya, unatusaidia kukutengenezea picha kwamba huyu mtu anaweza kuwa na furaha au raha, kwa sababu ukiwa na utulivu wa maamuzi, huwa inatengeneza equilibrium ya matokeo, inatengeneza balance mzani wa matokeo. In case imetokea hasi, utaipokea, utaendelea nayo. In case imetokea uh, uh, positive chanya. Chanya utaipokea, utaendelea na hiyo, haiji kwa bahati mbaya. Sisi tunasoma kitu inaitwa psychobiological. Psychobiological ni namna gani ambapo mifumo ya fiziolojia inaingiliana na mifumo ya kisaikolojia yaani, mfumo wako wewe wa maumbili unavyoingiliana na dhana ya saikolojia. Kwa mfano, kuna watu ambao wanakosa raha kwa sababu walikuwa ni wazima wakapata ajali kiungo, kimoja kikapungua anajiona si tena mkamilifu kwa hiyo ile dhana ya ndani ya kujiona yuko hivi amejikubali inakufa, anajiona ni mtu ambaye kapungua. Kwa hiyo hata kama unamletea vitu vingine, atakwambia unajisumbua tu bwana, lakini mimi nishakuwa mlemavu bwana. Akishasema hivyo, maanake ni kwamba ndani yake ameshajikataa. Unagundua raha huyu mtu hana tena. Inawezekana ukamletea chombo ambacho anakitumia, lakini anasema, atakwambia yaani, ningekuwa mzima mimi nisingekuwa nimeletea kichombo bana. Maana yake ni kwamba umempa furaha kwa sababu anaweza kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, lakini total acceptance ya ndani kwamba sasa hivi nilivyo ndivyo ambavyo nilivyo, na nimekubali kwa amani, hiyo kitu kwake kinakuwa kinakuwa hakuna so eneo la kwanza ni utulivu wa kiakili kwenye kwenye maamuzi, lakini jambo la pili tunaangalia reaction za, za mtu anapoletewa mambo ambayo yana furaha au yana raha, yanatoka ndani au nje kwa maana ya kwamba anaweza kumtengenezea nguvu ya ndani ku, kujisikia vizuri au yanayomletea sababu ya ku appreciate kutokea nje kukubali kutokea nje anapokeaje? kuna watu ambao ukimletea jambo sasa hivi, kama uwezo wake wa ustawi wa kiakili si bora, hata kama jambo ni chanya hmm. Utakuta anaanguka hapo, anaondoka. Tumeona kwenye viwanja vya mpira wa miguu kuna watu ambao na, timu yake imefunga goli, goli na ndo goli hilo linamuondoa duniani hmm tunaona kuna watu wanapewa fedha nyingi ame, ame, amepata bahati, watu wamemwona, wamempelekea hiki, unakuta pale ndo maisha yake yamefanyaje, yanavurugikia. Kuna vijana au watu wanapewa vitu ambao sasa ni vya thamani, baada ya kupewa tu vile vitu vya thamani, anatengeneza njia nyingi ambazo zinaondoa sasa ule utaratibu wake wa kawaida wa kujielewa, anasema awe kwenye full consciousness au kwenye utimamu wake, utimamu uh, uh, wa kujielewa sisi Nurdin, tunapo, tunapoangalia uh, vitu vya saikolojia hmm, tunaangalia namna gani unaanza kujifurahia wewe kwanza kabla ya kutoka nje. Yani wewe leo ukijua moyo wako haujawahi kupumzika tangu umezaliwa, ni sababu kwanza ya kuapreciate vilivyomo ndani yako hmm. Wewe leo ukijua kwamba mkono wako wa kushoto na wakulia umekuwa vinashirikiana kwa muda mrefu tangu umezaliwa, ni sababu ya kuapreciate kile ambacho tayari unacho wewe ukijua kwamba bwana, mimi sina mental retardation, sina mtindio wa ubongo, nina akili timamu na na nguvu, naweza kula nikafanyaje. Ukianza kuji appreciate ni mwanzo wa kujitengenezea furaha wewe mwenyewe, lakini ukiona unasubiria vitu vya nje kuja ndani ndio vitengeneze nguvu ya maamuzi, maana yake unaanza kupata changamoto. So uh, sehemu kubwa sana tunaangalia matendo sasa. Kuna hizi haya haya ambayo anatoka kwenye physiological aspect, kwa mfano tuna kitu kinaitwa sympathetic na parasympathetic systems ambayo ni Hali yako, hali yako ya kureact na kurudi katika hali yako ya kawaida ipo kwenye mfumo wako wa taarifa, mfumo wako wa fahamu ambayo ni tunaita ni, ni neurological system. Hii vitu vinashirikiana na, na, na, na dhana zako psychologically, kwa mfano matukio yanatokea mbele yako, yakitokea, kinachoanza kukuja ndani yako ni perception, mtazamo. Hili jambo lina maana gani? Linapokuja linaweza kubadilisha hata mapigo yako ya moyo, kama ni la kuogofya au kushangaa, mwili una unaanza kutengeneza mm. Kitu kingine kuna mwingine nakuta anatetemeka mpaka jasho lafanyaje linamtoka mm. Maana yake ni kwamba tayari mfumo wako wa saikolojia umeingiliana na mfumo wako wa fiziolojia. So jumla ya, ya, ya, ya mwingiliano huo kwenye majibu utakayoyatoa juu ya mambo yanayokuja kutoka nje au ulio ndani yako, yanatupa picha kujua kwamba afya yako wewe iko katika msingi ipi mm. Ni kwenye mjadala wetu wa uchanganuzi hii leo tukiangazia siku ya furaha. Uh, tukiwa na mwanasaikolojia Geofrey Mwamnyanyi ambaye ametupa darasa kutofautisha kwanza furaha na raha. Kiamini ya kwamba uh, nao amepata somo hilo, raha huwa inakuja na inabeba furaha uh, ndani yake na ametueleza namna ambavyo ya kuweza kuipata raha kwa sababu huwa inatoka ndani kabisa ya mwili. Lakini furaha unaweza ukaipata tu kutokea nje ikaja Ee, ndani lakini raha ni lazima itokee ndani ndo iende nje. Mambo ambayo ee, ni ya kuzingatia. Neno lako moja Mwamnyanyi kabla hatujaondoka hapa ee, kwenye hizi dhana. Sasa mtu ambaye anaweza kasema ah, nami napendelea siku moja bwana niwe na furaha <laughs> ama niwe na raha ambayo naiona kabisa hii ni raha, nini azingatie uh, kupata furaha au kupata raha? Kwanza lazima usiende against nature. Mm -hmm. Nature imebeba haki, yaani jambo lote lile ambalo alina haki kwenye kup, kufanikiwa kupatikana kwake au kuwepo kwake au kufanyika kwake huwa linafanya mtu asiwe na furaha wala asiwe na raha. Mm -hmm. Yaani nafsi yako wewe itakushtaki kwanza, kwamba hiki unachokifanya sawa, unaonekana unafanya vizuri, lakini kihalisia iko kitu hakikustahili. Hiyo mosi lakini cha pili ni watu kuishi usasa. Usitengeneze dhana picha ya vitu ambavyo bado hujavifikia. Unaweza kuwa na ndoto, shida sio kuwa na ndoto kubwa, shida ni kukubali hatua za kuifikia hiyo ndoto kubwa ambayo umekuwa nayo. na hii sasa inakuta vijana wengi, au unakuta watu wengi wazima ambao wameishi kwenye maisha ambayo yamewatengenezea msongo wa mawazo kwa muda mrefu, wamepitia changamoto ngumu ambazo pengine zitengeneza majeraha ndani yao wakikataa ndani ujue kupata furaha ni changamoto mm, mm. Kuna nyakati ambazo lazima ukubali kwenye maisha yako, zipo za kuumia na zipo za kuponywa. Mm. Challenge ya wengi ambayo inafanya wasiwe na furaha wala siwe na raha ni kukaa kwenye maombolezo kwa muda mrefu, wakati ambapo wako kwenye kipindi cha hizo changamoto okay. Dunia imeumbwa ikiwa na majibu pamoja na maswali. Jifunze kutumia wakati wa maswali vizuri kwa uelewa na jifunze kutumia wakati wa majibu kuweza kusonga kusonga mbele. mm. Maneno ya kwake msaikolojia Geofrey Mwamnyanyi ambaye tumekuwa naye hii leo, wakati dunia ikiwa inaadhimisha siku ya furaha, ambayo pia nimekuambia imekwenda na maadhimisho ya siku nyingine kadhaa, ikiwemo siku ya kinywa na meno, lakini pia kumekuwa na siku ya ustawi wa jamii. Sisi tuliamua Uh, tuweke mjadala wetu katika siku uh, ya furaha kwa sababu kuna mengi na naamini kwamba darasa ambayo umelipata hii leo nikushukuru sana Mwamnyanyi. Asante Nurdin. Naam, na kwa nukta hiyo litakusaidia nikushukuru nafikia tamati ya uchanganuzi. Mimi naitwa Nurdin Selemani. Panapo majaliwa tukutane tena Jumatatu kwenye kipindi kingine cha uchanganuzi na nikutakie tu Ramadhan Karimu kwa wale ambao wanaendelea kufunga masiku yakiendelea, uh, kukimbia na wale ambao Eh, wanawazawaza lailatul qadari, basi ni wakati wake mzuri huu wa kujifunga kibwebwe. Lakini wewe ambaye unaendelea na mfungo wa Kwarezma, pia nikutakie kila la kheri. Usiku mwema kwako.